Chae, yeah. Ni, no ni like ile audio that, ile kukaa yani, yeah. Yani, mm. mm. na jamaa zake wote kunikaa kunizungumzia mimi japo wajui kuwa yule yani, kwanza walinichafua yani, kikweli walinichafua, unielewa. Na mimi ningetaka kuchukua tu wa blaza mimi ningewapoteza. Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, kipindi cha mastori ni maubo, leo niko na wanahima eh, mwasisi wa kundi la the ujio wake ni kuja kujibu maswali ambayo yanaumiza vichwa, watu wanaumia sana imevani kwa sababu mambo ni mengi. Robert Kaswiza. yes mija ka, yangu ka, Asante robea kujitambulisha kwa majina kwanza. Kwa majina majina kama jina hilo ya kiongozi, karibu na aribun Asante kwa majina, naitwa mm. Mari Saidi Mkumbo, ni mwanahabari mm. wa <laughs> <ziyo laughs> <house of> <laughs> <laughs> Ah, kutokana na ukumbuke, hapa nyuma tulikuwa kwenye kipindi cha uchaguzi, kwao uchaguzi ulichukua nafasi kwanza, ndio Ujio wa wa, wa mimi kuwaita studio kwetu hapa ni kutokana na jambo ambalo linaendelea. Tumeangalia mitandao ya kijamii imechafuka sana. <laughs> Na hiyo ni baada ya kufanya interview <laughs> na bwana Familia Brandis na, na kusema kwamba kundi la The, The Dream House of Talent limekufa. Sasa nikasema, nyewe pia shambulia akisema mlishambulia shambulia, bora niwaite tujue ukweli kwamba je, The Dream imekufa? The Dream bado ipo mm. Na The Dream haiwezi kufa mm. Kwa sababu sisi ndo waanzilishi mm. Ile ni kama taasisi. Mwenyekiti mm. wa The Dream ambao ni Familia Brandis mliompa zamana ametangaza hapa <coughs> kupitia chombo hichi kwamba Hakuna tena The Dream. Zilisaini kuna focus. Brother, mimi ni sema labda ni miemko. Ndio nimefanya aseme Dream imekufa lakini Dream haiwezi kufa. Kwa sababu tayari ni brand ishatengeneza, haiwezi kufa. Kwa hiyo kama yeye aliamua kuondoka, kaondoka yeye, Dream bado iko pale pale. Sio kama unavyoondoka, unaondoka na kila kitu. Hapana, Dream itabaki kuwa pale pale. Kwa sababu kama ikaondoka sisi tutakuwa wapi? Sisi ndio waanzilishi wa Dream na ndio maana tuko Dream. Dream bado ipo. Uchaguzi ushapitika kwa kumchagua mwenye kitu kingine baada ya kuondoka Ah, bado hatujakaa na kamati kuchagua mwenyekiti mwingine kwa sababu mm-hmm. Bado tuna kazi tunapanga. Tukishamaliza kazi zetu ndio tutakaa chini tuweke mipango itakuwaje. Imam Kolesha wewe ndio mwasisi wa kile chama. Yaani kile kile chama cha nani? Cha Dream. Wewe ndio mwasisi. <coughs> Ehe. Ehe. Sasa lakini, sasa yeye labda anaweza katoa majibu vizuri, sasa kwamba ilikuwaje kwaje paka mwenyekiti wenu akatoka pale na kuanzisha kundi jipya na ile kundi jipya pia akatoka na kutoa tamko kwamba The Dream imekufa. Labda kuna weakness ambazo aliziona kwenye kundi, kwa sababu ulikuwa na kipindi kile cha uchaguzi, kila mtu anatakiwa mm -hmm. focus mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na mambo yake. Kwanza watu watu watu hawajui dream dream ile ile imetokea wapi, ilianzishwa na na wanne wanne wanne tu chini kikundi kikundi ae gani, maana yake hapo mwenyekiti hayupo, mwenyekiti hayupo, hayupo, mwenyekiti hatumjui, a, sio mwenyekiti unasema familia, familia hayupo, ehe. Mwenyekiti mstaafu lakini, mwone nilikuwa mimi na huyu bwana Omari, kuna dada mmoja anaitwa Fau, namjua, sawasawa, na mama Kandichi, ile ndiyo familia Dream ilikaa chini ikatathmini, jina la Dream lilitokea pale, tuko watu wanne, kushana lewa bro. Tunaanza kufanya mazoezi CCM pale Pasua. Ndio, ndio tumeanzisha pale Dream, ndio imetokea pale Dream. CCM Pasua pale. Ikawaje sasa jamaa aje na jana... kuliua kundi sasa hapo. Nakupa sasa hiyo misingi ambapo ujue yu kuwa yule yu alikuja vipi, hata kitoka hana umuhimu kwenye kundi. Mm. Kuna siri ambazo. Umeelewa brothers? Pasua pale imetokea Dream. Mm. Tukafanya sisi mazoezi pale. Na, na movie ya kwanza kushoot inaitwa Kigenda. Kigenda, hey, kwenye return of Kandichi ina maana mm, yeah, na na na na ina bado familia brand, maana wakati mko mnafanya uzinduzi pale. Kwa hiyo pale, kwa hiyo ndio kuniambia mwenyekiti wake una kama mda gani? Mwenyekiti wake ulikuja Ndiyo, mm. alianza we, we, kuwa mwenyekiti. Movie ya kwanza ku- kuwa mwenyekiti ni safari ya kuzimu. Kwa hiyo akaniambia, hicho kipindi chote alikuwa ni kama tu alikuwa ni msanii msanii kama msanii msanii kama msanii msanii kama msanii ndani ya kundi hakuwepo. Yani alikuja kufanya mazoezi mm. ya ya movie ya kwanza, tunaandika story safari ya kuzimu, na mwenyekiti akaja. Akapata muda gani mwenyekiti? Alitulika kama miezi kadhaa tu tena mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa kikundi. hmm. baada ya kukaa mimi na yeye, tukashauriana na watu wengine, tukasema tupokezane majukumu kwa sababu mimi, mimi mimi mwenyewe nikatafuta location mimi nikafanyeje, nika hmm. nikamwambia sasa, wewe kuwa mwenyekiti ili mimi nibaki na masuala ya location kila kitu yabaki. yeah. Kwa nini mlimwamini kuwa mwenyekiti yeah, kwa muda mfupi? Angaliko, kuna, <tukuta> kuna katu ingine hey, katu au kuna watu walikuwepo pia ambao mm. wako ndani ya kundi kwa muda mrefu sana, ni waadilifu hey, lakini akaja huyu jamaa mkampatia oni kama, kama labda ndio madhara haya ambayo yametokea, unajua tu kwenye jamaa baada ya kukuishi naye kama miezi minne mitano mm, tukaona sasa tupokezane majukumu, tayari kashakuwa ni familia. Unajua ukishakaa sehemu miezi mitano wewe mm, ni familia bwana mm. mm. e, ah. E, bado tunaendelea na mastori mobu ndani ya Ropai online TV, usiache ku subscribe like, na ku pia na kucomment Ropai online TV. Lakini upande wa mavazi, mavazi ukiona mm. watu wapiga pamba mm. anahusika bwana Mr. Mr. Blandi, yeah. Mr. Mr. Mr. anahusika Mr. pale, ambaye eh, ndio mzamini wetu wa kipindi chetu cha leo leo, yeah, niko na timu nzima ya The Dream na wakitoa majibu yale ambayo maswali yametoka kwenye focus Focus House of Talent na The Dream House of Talent, kwani kama vile watu wa baba mmoja, lakini wanajikataa maana yake. mm -hmm. ubini kwa The Dream ni mmoja na ubini wa Focus. yeah. na eh, eh, no, ubini ni mmoja maana The Dream House of Talent, Focus House of Talent, kwa hiyo -hmm. oh, of of talent. Talent. Yeah. ubini ni mmoja Yeah. Ehe. Eh, na okay, sawa. <coughs> Mm, ma, ulipata vipi mstuko? Yaani ilikuwaje? Kwaje ulipata taarifa kwamba sasa kundi ambalo wewe umeliasisi kwa muda wote huu lakini linakufa sasa bila wewe kujua, mstuko ulikwaje? Kwa hiyo hata kuja kuongea vile atakushangaa sana. Kushaelewa mm. ila tuti kuja kushangaa kusema The Dream imekufa. Yaani hicho ndio kilitupa mstuko. The Dream imekufa inakufaje? Kama unao kutoka toka, toka mm. acha taasisi iendelee kwa baki pale pale. Kuondoka kwa mwenyekiti kwenye kikundi cha The Dream kimewapa madhara fulani najua. Watu wangapi wametoweka, yani wameondoka naye. Ndio kule mm. kijiji sasa. Mm. Mm. Kondoka no. na kijiji chake <laughs> Kaondoka na watu wangapi watatu, wa na ambayo nadhani ayumizi sana kuhusiana na swala zima la kazi na sapoti, kwamba nani sasa ambayo atakuwa anasimamia zile kazi ambazo alizokuwa akifanya mwenyekiti aliyopita tutachagua tu. Mm. Tutachagua. Tutakaa mm. Nani atasimama ata hapa? Kama mwanzo tulipokuwa mwanzo kabla yeye ajaje hmm. na tumefanya kazi kubwa. Hmm. Nadhani unaona kitani cha kandichi imepita mikononi mwangu. Mm. Yeye hayupo. Kwa hmm. hiyo hatuwezi kushindwa sisi kufanya kazi. Hmm. Lakini pia mwenyekiti ameonekana kuazidi nguvu baada ya kuondoka na eneo ambalo mkwamle mnafanyia mazoezi. Hawezi kutuzidi nguvu. Sisi tukiamua kurudi pale tutarudi kufanya mazoezi pale. Mm. Yaani sisi hata tukisema sasa hivi turudi tunaenda kufanya mazoezi pale. Hakuna mm. mtu akututoa pale. Ugomvi utatokea labda. Labda wanzishe wao ugomvi. Kwa sababu The Dream iko pale na alama zake pale. Tutafanya mazoezi sisi pale. Ile ni eneo la sanaa. Kila mtu anatakiwa afanye pale. Wao ndio watatafuta sasa sehemu ya kwenda kufanyia mazoezi. Mm. Kwa wabudu... familia inabidi atafute eneo. Inabidi atafute eneo. Lakini pia hivi mm. mbona kama vile kuna swali moja nataka niulize. Mm. Kuna ukakasi ambao ushatokea hapo nyuma? The Dream hiyo pamoja na Kandichi ambaye ndo mnasema ni watu waliozalisha nini? Waasisi, waasisi. Woh, waasisi wa The Dream. Mm. Lakini inaonekana sitofahamu ya ya ya Kandichi. Ndifuna tufanye interview. Kandichi na nani? Na na na na The Dream. Sitofahamu. Hapo sasa hivi hapa Kandichi mpo nae afikiri. Kandichi yupo, sema anafanya kazi. Lakini sasa hivi tena inaonekana kuna sintofahamu kati ya focus na the dream yaani, utofauti wa Kandichi na the dream haukuwa ni mkubwa sana, ulikuwa swala ni ugonzi tu, ulikuwa wa kazi. Mmm, kwa kazi ilikuwa bado hazionekani. mm. tumefanya kazi lakini kazi ilikuwa bado zipo, mm. zi ndani. mm. Unajua, ukifanya kazi lazima uwe na mipango, kwa nikifanya kazi na rekodi, nifanyeje? mm. kwa pale ndio ukakasi wa Kandichi na the dream ulikuwepo pale, lakini ile swala kuja kuliweka sawa na likaisha, na Kandichi anajua dream ipo. Mmm, afisa habari na emoji za makopa niliona kuna kama vile shutuma shutuma ambayo umeshutumiwa bwana Umari, eh kwamba nyinyi mnasambaza pesa kwenye kwenye viongozi hususani huko ukotaa wapi, ili kikundi cha focus kiweza kupiga. Mbona naona kama jipya vitu vimezungumzika hivo.

Dream, mimi nitaandika barua Dream imekufa, ataelewa kuwa Dreamu kwa nini imekufa. Pochinene pia ame, ame ume comment. Umeona ile comment? Chinene, yeah. Ame comment kwamba hey. Inakuaje Dream ife hivi, hey. Nisijue. Asijue. Yeah. Ushanaelewa. Na juzi kan mpaka nikamwambia umenikuta location ina shoot hujanikuta. Na message tumeiona mimi. Nimemwambia umenikuta location ipo na shoot. Mm. Dreamu itakufeje wakati si watu tupo tunafanya kazi. Sema ngoja, yes. Niliweke sawa, yes. ili la la kusema tunagawa hela. Huenda labda anatusaidia pia kutoa hizo hela. Unajua Mfamaji siku zote aishi kutapatapa, mm, anakufa kwenye maji. Mfamaji ufa kutapatapa, uishi kutapatapa. Kwa hiyo Familia Brandi awezekana kaa aishi kutapatapa ni inchu bro, hata yeye hapa, mpaka umefikia hapa. mm. mm. umeaso ume, yeah, of course yes. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo pia yeye alilalamika kwamba mimi to, nimetoka pale kwa sababu pia tumefanya kazi nyingi hapo, azitoki na ambaye alikuwa akikwamisha hizo kazi ni mkoresha. Ah, mimi naona nakanusha kwa sababu sanaa inahitaji hela. mm. sawa. mm. sanaa nini hela hela, sawa. mm. kwao yeye kama anasema amepata hasara, mm. pigame hesabu kaingia hivi mm. karibuni. Je, mm. yes, sisi <muchos> mm. Lakini ni kweli kuna kazi nyingi tu ambazo mmezifanya na zijatoka <muchos> lakini ni kweli zipo. Yeah, zipo. Mm. Ah, na nataka nichangia hapo mm. Ye familia kazi gani ambayo ambayo yeye anaona kuwa imefanya ya, ya anaii anasema ndo kazi kazi, ya tu, kazi yake hiyo moja tu ndo, hmm. anasema kuwa kafanya haijatoka na mpango, kazi mpango, zingine, mpango, zingine, mpango ukoje kuitoa hiyo yeah. yeah. yeah, kazi kama waasisi wa hilo kundi, ile kazi iliingia sitofahamu wajulishe, mm. kabisa ile kazi iliingia sitofahamu Ushaelewa, ile kazi iliandikwa na story story, iliandikwa na watu tofauti tofauti, ushaelewa. Kila mtu akamtia kazi ni ya kwangu, ni ya kwangu niyafanye, ni ya kwangu, ushaelewa. Kumbuka ile kazi alifanya Fujo na Rembo, kwa hiyo hapo ikawa si tofahamu kati ya wale wale watu wawili, kila mtu, ushaelewa. Ndio maana ile kazi haikuendelea, lakini ilishutiwa mpaka mwisho. Material nyingine nadhani aliweka kwako hapo, mwingine sijui hapo kwa nani, na nadhani unajua hicho. Kwa hiyo sisi kama sisi tulipotezea ile kazi. Tunaelewa kwa sababu hatujui mwafaka wake huko uko wapi. Mm. Wewe usikung'ania kitu ambacho kionekani kikubwa pambana uonyeshe kazi zingine unachana na zile. Baada ya povu zito imevani baada ya povu zito ambalo limetokea kwenu nini mmejipangaje sasa kuja upya kama the Dream. Sisi tunakuja. Mm. Na sisi tunakuja kwa kazi sio kwa maneno. Mm. Tunakuja kwa ka, kwa kazi, kazi. Sio kwa maneno sio kwa maneno. Mm. Tutaonyesha kazi kwa sisi bado tupo, tunaonyesha kazi. Mm lakini naoekana kama mtatumia asira sasa. Sasa ah, sio asira. Kingine <laughs> <laughs> unajua, unajua the Drems <laughs> wana mikataba tena mizito mm. Mona sasa alafu mwenyekiti ule mm. aliyetoka pale ndo mm. alipitisha ile mikataba si ndio? Sijaijua yes, yeah, <laughs> labda kama ni kapetini labda ata. Sasa tunataka tujue kwamba ile mikataba bado mtaendelea nayo A dream, kama za mi dream au na mia focus. Mikataba ipo, mimi ndo nae miliki mikataba. Hata sasa hivi ipo, yani makablasha yote ya dream mimi ndo na miliki. Au unazungumzia mikataba gani? Kuna mikataba, kuna mikataba hapo, wasanii walisainishwa mm, walisainishwa. Sasa nataka kwa kuna sign za mm, lakini sisi eh, kila mtu anataka atoke, tufuatilie Tunawa rokitu wale, hapo hmm. wao wafanya mambo yale. Hmm. Lakini sisi hatutaki, tunataka tupambane, tuonyeshane kazi. Hmm. Ndio maana niliwaambia tufanye kazi, fanyeni kazi na sisi tufanye kazi. Kwamba utalipa, utatoa visasi. Siwezi kulipiza kisasi. Kwa hiyo saizi ulisema mlikuwa location hapa katikati. Nimesikia ulinidokeza kwamba ulikuwa location. Mlikuwa mkishooti movie gani? Inaitwa kwa salamu tamthilia. Ambayo inaishaanza kuruka au bado? moto sana, ina unyama ndani yake TV na yeah. Niko na wageni wangu wa kutosha hapa yes. Na kila moja, na hakika comment zako ni muhimu sana na nitapitia comment tazisoma hapa hapa kupitia Ropai Online TV, maswali ni mengi sana, labda unaweza ukaendelea kumchapa maswali mkoresha, eh? yeah, mkoresha. <laughs> yeah, yeah. Unajua, unajua kwanza mm, unaposema mkoresha mm, inabidi tuliangalia vizuri sana kwa sababu ukisikia focus wataenda kupambana na mkoresha, mm. na mkoresha Brandi pamoja na mkoresha Brandi kwa sababu The Dream sasa yeah. ina- inafikiri mmejipanga vizuri sasa mm na hichi ambacho kimetokea ni kwamba inaenda kunyanyua aidha ni soko au nikaenda mm-hmm. kuua soko kutoka sehemu mpokopo kama the dream, alafu hizi changamoto sasa zimewakumba, inamaa mmejipangaje? Sisi tunataka tuonyeshe kazi, brazi. Narudia tena, nataka tuonyeshe kazi. Huwezi mm. kumwamnisha mtu huwa dreamu iko alafu haina kazi mm. Sisi kazi ndo zitaongea mm. Yaani kazi ndo zitaongea kuwa dreamu ipo, wasubili kazi wazione mm. Kazi ndo zitaongea, kazi zipo za kutosha, zinakuja na, na, na. Kwa saizi hiyo, kama ze dream mebakia na waigizaji wangapi? Mm. Yani ya yani ten aatu mm. Kuna mtu ambaye anatamani kujiunga na kikundi chako anaweza kujiunga vipi? Naweza kuwachia mawasiliano hapo, naweza nikataja namba za simu kama production manager, mwasisi wa The Dream. Okay, labda tunapelekea mwishoni mwishoni wa hichi kipindi chetu cha mastori ni mob. Unaweza ukawambia sasa vitu ambavyo nahisi mimi sijakuuliza, afu ungependa uambie watazamaji, watazamaji napenda uwaambie kitu

Mimi nilifanya vile mm. kutokana na sababu zangu binafsi za mm. kufanya vile mm. kwa sababu tayari walishaanza kuleta maneno mm. ili tuepukane na, aa, kombe, hi, hi, hi, ili na mada, kidiaza, ah kwamba hivi hiki kitu akijazaliwa leo, ilianza chini chini mm. ili sasa, ukitaka ku, ndio maana nilikwambia mwanzoni mm. ukitaka kumtoa mtu usimtukane mm. ila muoneshe vitendo. Sasa, baada ya kuona hiki kitu kinakuja, ulifanya maamuzi gani kama mwasisi? Mamuzi ya kwanza, nilibadilisha akaunti yangu, sababu ile akaunti ilikuwa ni ya kwangu. Mimi ndo nilitoa akaunti ya kwangu mm. itumike The Dream mm. sio, anaelewa mm. ilikuwa ina akaunti ila mimi nilitoa akaunti yangu mm. nikamwambia akaunti inafaa mm. mkifanyia kazi itakuwa fresh mimi mm. mm. mm. mm. mm. Ndo nilitoa akaunti na ndio maana nilipoona maneno yanakuwa ni mengi nikaibadilisha. Ushanaelewa blaza? Nikaibadilisha pale nikaandika coleshi filamu mm. Ndio chanzo kilikuwa hapo. Sasa baada ya kuona vile, ndo nilimwambia hadi huyu nikamwambia nimebadilisha ile akaunti hii akaunti ndio tupa majibu sahihi, nani yuko na sisi aa, na nani hayuko na sisi? Kwa hiyo wewe ulionekana sio mwaminifu baada ya kubadilisha ile akaunti, lakini sisi kumbe, inawezekana pia wewe ndio chanzo cha mgogoro wote. Sio chanzo yeah. cha mgogoro wote <laughs> sio chanzo. Yani mimi nikitaka kuibua mengi, tutaibua mengi, ndio maana sitaki tuongee sana mm. ushana lewa? Mm. Yani, huyo familia mwenyewe wa siku ni bora umzungumzie, lakini akija akikuzungumzia, bora umzungumzie kabisa kabla, kama kuna kitu ambacho unataka mtu akisikie. Na tofauti yetu ilianza wapi unajua? Mm. baada lile swala, lile, lile, ya kunizungumzia la voice video kuhusu Amina. Unakumbuka? mm. Tofauti ndo ilianzia pale, kwa sababu yeye alikuwa ni mwanangu sana, muda wote niko naye, lakini mwisho wa siku wanakuja kunizungumzia video ile. Sound ndo ulikuja kusikika ile, ananyongelea nina nini na nini sijui anaelewa. Tofauti ya kwetu sio ndo ilianzia pale.

bado hajaingia kwenye The Dream mm. Lakini nipo nafanya naye kazi mm. Ni mtu ambaye ananipa yani support like tayari ni cast ya e, yaani mtu ambaye ananipa support na mimi nampa support mm. Ushaelewa kwa mm. hiyo sisi tunategemeana mm. na ndio maana muda ikifika sasa nakuja, nitakuja tena kwa mara pili mm. na ukabidhi wanachama hawa hapo somi mm. kwa majina kuwa nani kajiunga na yani Dream na nani kwa The Dream na ndio na na maana okay. Nakwambia sasa hivi nipo location nafanya kazi, ila muda ukifika kazi zitaongea, afu ndo nitakupa list ya wasanii ambao niko nao. Kwa hiyo yule familia mimi mm. sikutaka kuzungumzia mm. kwa ubaya, ila alianzisha yeye mwenyewe chokochoko. Kwa hiyo kuja kuona aibu sasa, huyu mamba nitakaa naye vipi? Ngoja mm. niji- nijitoe yani, ile ajitoe kwa sababu zake za msingi, sababu tayari alishanichafua mimi, wewe unaelewa, lakini unaelewa vizuri eh, una unaelewa chokochoko, lakini nimesoma Cuba, unaelewa vizuri. Kwa hiyo eh, umenyambua kwawezekana hapa kuna in-depth pia zaidi tunaeza tukasikia vingi yeah. Oh, chanzo cha yeye eh, ni, ni ile class, audio ile kukaa na jamaa zake wote kunikaa kunizungumzia mimi japo wajui kuwa yule yani. Yeah, kwanza yani walinichafua, yeah. Yani kikwe walinichafua mm, chanelewa mm. Na mimi ningetaka kuchukua hatua wa blaza, mimi ninge awali, mimi ningewapoteza mm, yaani ningewapoteza kwa sababu mimi mwisho nimekuja, mimi mwisho kwetu mimi mm, tu wa Morogoro huko mm, hapa sio kwetu mm, mimi napita kwa Morogoro kwa Morogoro Ha, ana maana hiyo angepoteza bango afukuza kwenye kundi kama ambavyo amewapoteza mpaka saizi, na sababu amewatoa kwenye kundi wana, kwenye kundi ingawa, <laughs> ingawa ila angewapoteza zaidi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kimevunja, kimemtoa nani? Brandi ni, ni mahusiano mahusiano ya mahusiano, yani masuala ya mapenzi yani yani, ile miemko ndio ile ndio kaunta yani, swala ni miemko, yani ile miemko ushanelewa. Ukitaka kujua mtu yuko na mtu fulani ka juu, uliza iko vipi? Lakini kuna ukweli, hakuna ukweli wote yani no, ukweli ya mi mimi ndio najua, labda yeah. Niwaambie kitu kimoja, yule dada mimi wangu alikuwa ni mjamzito ushanelewa, tupote tunafanya kazi nikaja nikamuomba mdogo wangu yule Salala, mm. aje nisaidie Salala ka, akawa yuko busy sana, akawa yuko Moshi. mm. Unaelewa, mm. Salala kaniunganisha na Amina, kaniunganisha ah. na Amina atakusaidia. Amina yule ndiye alinisaidia mwanzo mwisho wa elfu wangu kwa mawenzi pale, kafanyao operation nitakie mtoto wa kike akae naye, mm. sio unaelewa, mm. kwa hiyo Amina mimi nilimweka busy kutokana na kile alichokuwa ananisaidia. Sasa watu kuja kuona vile ndo wakaanza kuwa Jamaa, yuko na Amina, kumbe, yuko oh, na ta, kumbe kumbe, kumbe, kumbe, kumbe una familia kabisa. Inawezekana kwamba haya maneno hata kuvurugia familia kwa kuwa Mungu yangeweza hata kuvurugia familia yako lakini Mungu ashaipusha. Sasa tufanye kitu kimoja kwa kutokana mm. na hii changamoto iliyopo mm. labda tumwambie tu sana wasii wa, anawasi anawasii ushauri wake au anawashauri nini wale watu ambao wako kwenye makundi wameanzisha wao, afu wakawakabidhi zamana na watu wengine, labda unaweza wakawashauri e, yeah, nini kuna ni wa we, watu hapo kama wewe ni waasisi, wamewakabidhi watu, sasa wewe umeponea chukuchuku kundi lako kuvunjwa hapa kuna mtu anakuja, wasikurupuke. Maana si kama tulikurupuka, mwisho wa siku ndo hii, si tulikurupuka. Wasikurupuke, wakae kwanza na watu wa, waishi nao waangalie tabia zao. Unajua tabia zinajifichaficha, huwezi kumjua mtu kwa haraka yeah. kwa hiyo mi yeah. kwa ushauri wangu Msikubali mm. kumpa kum, mtu majukumu umemwona leo kesho ukampa cheo. cheo. Msikubali, yani msikubali. Mtoto kastuka. kastuka. Naambia <laughs> <Tuto kastuka. laughs> <laughs> msikubali nyie mnaomiliki makundi, mtu kaja leo kesho kutu akampa cheo. Kwa hiyo kwa kwa kwa wewe maana hiyo inabidi hima hilo kundi mlichukue nyewe wenyewe sasa. Kundi lipo mikononi mwangu kwa sababu Nabia mbebe. Yaani kundi ndio maana kwa kiti sasa inabidi awe tu. Haina haja eh, eh, ya uchaguzi sasa. Yaani mm. kundi bado liko mikononi mwangu kwa sababu karatasi zote nyaraka zote za Dream mimi ndo na huo mari unasemaje? uh, uh, ni kweli eh? E, ilo kundi ilivyochenenyetu sasa kwa mm -hmm. sababu pia kuna kitu hajazungumzia la eh. <laughs> E, labda nikizungumzie labda kasahau sema, siku uh -huh. moja hivi tumekaa naye pigiwa mm -hmm. simu mm -hmm. umekaa mm -hmm. naye nani, nimekaa na ah, okay. kapigiwa mm -hmm. simu wakawa nahitaji katiba mm -hmm. wow eeal aliokuwa mwenyekiti anakuwa kule alipo, amekua mwenyewe mwenyekiti ndo mwanzilishi baza akasema mimi siwezi kumpa katiba. Katiba. Mwisho wa siku mm. wakaweka status jina mm. la kikundi kwamba help na ni Focus House of Time. Okay. Ndio tukaelewa haa, haa, yeah. Kukopile, katika. Ah, ah alikuwa anataka kukopi ile katiba ili watengenezee kikundi. Na mimi siku ile wananipigia simu, mimi nikaa simu wewe anaomba katiba, nikasema nitakuletea. Asubuhi nikaamka nikaichukua ah nikaiacha. Baadaye oya, katiba ngambia niko sehemu na gari, baadaye nitawaletea. mm. Inafika jioni ya mtu mwingine anambia ah, achana nayo katiba basi, kama vipi achana nayo basi, washapata nyingine yeah, kwa sababu nimewanyima waka paniki, mm. ushaelewa. Jioni mm. mm. jioni, tuko zetu tunaedit sehemu tunaedit sasa kazi zetu, ndio unaiona status ile pale Focus nikamwambia, kumbe ile katiba yetu watu walikuwa wanataka copy wajui <laughs> sisi tumetengenezaje, ila, ila, ila ni washauri eh, ni, ni washaurini wale wote ambao mna kufungua makundi mm. Watengeneza mikataba, watengeneza katiba mm. kwamba katiba nzuri ni ile ambayo panakuwa chini ya sheria. Sasa, mm. uh, kwa sasa hivi nani mwenyekiti wa Focus ambayo alikuwa ni mwenyekiti wa The Dream? Yeah. Yeah. Kwani unamwita mstaafu au msaliti? e, wangetafuta brand nyingine lakini sio eti ile focus house of talent, yaani unachukua huku unatoa huku na copy huku. Cha mwisho hapo bro. cha mwisho kabisa. Nataka tufunge hapa kipindi. Mimi cha kuwashauri tu kwamba tuache maneno watu tufanye kazi mm. Yani, tubishale kwenye kazi. Mm. Mambo mengine tuachane nayo kwa sababu hayana maana. Hayana maana. Zaidi ya kupotezeana muda. Au sio? Yeah. Okay, brother, mimi cha kuwashauri focus. Mm. Fanyeni kazi kazi, ziongee, si nataka tufanye kazi. Mm. Tupambane kwa kazi, bato tu bato, bato tu bato, focus, fanyeni kazi. Dream iko nyuma inafanya kazi na sisi tunataka tuone kazi zenu. Okay? Eh, bwana mastori Mobu. Jina langu ni Robert Kaswiza. Jukumu lako boy, MK. ni moja tu. Hii ni sound sound ndio sio? tuseme tu bye bye, tuage jamani. Kila laheri, tutaonana tena. Comment yako hapo, comment apo Mo